Episodi ya pili: pande mbili za ulimwengu. Kuna vitu viwili vikubwa vinavyogawanya ulimwengu wetu, wa maarifa na kitu kingine ambacho hatukielewi vizuri, kitu ambacho wengine hukiita roho, nafsi, nguvu ya ndani au hata uchawi. Wanasayansi wengi huamini kuwa kila kitu kinapaswa kueleweka kwa majaribio, ushahidi na mantiki. Sayansi inahitaji kitu kiguswe, kipimwe na kirudiwe kwa mazingira sawa ili kiwe cha kweli. Lakini je, kila kitu kiko ndani ya uwezo huu wa kupimika? Ulimwengu unaonekana na ule usionekana. Binadamu tunaishi kwenye ulimwengu wa macho, miguso, sauti na harufu. Lakini pia tunapitia mambo ambayo hayaonekani. Ndoto zinazotabiri mambo, hisia zisizoelezeka, nafsi inayolia ndani kimya kimya na sauti ya ndani inayotuongoza bila ushahidi. Sayansi ina kazi ya kueleza ulimwengu wa nje, lakini ulimwengu wa ndani bado ni fumbo. Sayansi ni kama mwangaza wa tochi gizani. Inapoelekezwa sehemu fulani, inaangaza vizuri, lakini sehemu isiyoelekezwa mwanga bado ni giza. Na hiyo sehemu ya giza ni mahali tunapopata maono, imani, miujiza, hekima ya moyoni isiyo na kitabu cha maelezo. Nafsi haiwezi kupimwa kwa kipimo cha damu, haiwezi kufunguliwa kwenye meza ya upasuaji, lakini nafsi hujua inachokihisi, huguswa na mambo yasiyoonekana Huogopa, hupenda, huhisi hatari huamka na huzuni isiyo na sababu. Nafsi ni upande wa pili wa binadamu, upande ambao haujapewa darubini wala microscope da, lakini ndiyo chanzo cha ndoto, maono na hisia zisizoelezeka. Je, sayansi inaweza kufikia siri za na nafsi? Hadi sasa sayansi imejaribu kueleza matukio ya ajabu kwa kutumia kemia ya ubongo, psychology, au genetic codes, lakini bado kuna mambo ambayo hayaingii hata kwenye maelezo hayo. Watu wameshuhudia watoto wadogo wakikumbuka maisha yao ya zamani. Wengine wamesikia sauti au kuona maono yanayotokea baadaye. Wengine huugua kwa sababu ya uchungu wa kiroho, si wa mwili. Hivi sayansi itaelewa haya lini? Ulimwengu una pande mbili: moja ya kuona, nyingine ya kuhisi; moja ya kupima, nyingine ya kutafakari; moja ya sayansi, nyingine ya nafsi. Kama binadamu hatuwezi kuishi kwa upande mmoja tu. Tunahitaji mwanga wa sayansi, lakini pia tunahitaji ukimya wa ndani, ili kusikia sauti ya nafsi. Na kwa kadri tunavyozidi kuelewa nafsi, ndivyo tunakaribia kuelewa siri ya kuwepo kwetu. Episodi inayofuata: Nafsi, mwili na roho, ni nini kinaishi baada ya kifo? Huko ndipo tutazama zaidi kwenye sehemu ya binadamu inayodumu hata mwili unapokufa.